Yote mheshimiwa rais oye, mbunge oye. Lakini mheshimiwa mbunge nikweko Mohoro, kwa heshima na taadhima, naomba watu wa Mohoro wamenituma kuna zawadi wamenipa, na sitaki nikupe kisirisiri, na kuomba hapa uje nikukabidhi. Na hii ilikuwa nimeifanya surprise. Mheshimiwa Mwenyekiti, zawadi hii naomba nisome kwa ruksa yako, imeandikwa: Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, mbunge wa jimbo la Rufiji na waziri wa Tamisemi Chama cha Mapinduzi kata ya Muhoro Rufiji inakupongeza Mheshimiwa Muhamedi Mchengerwa mbunge na waziri wa Tamisemi kwa kutekeleza ilani ya CCM ishirini ishirini na tano katika kata yetu na wilaya nzima. Mungu akujalie afya njema wewe na familia yako. Zawadi hii imetolewa na wanachama wa kata ya Mhoro. Naomba nikukabidhi. Mchengerwa ni tumaini la Rufiji. Mchengerwa ni, ni, ni tumaini letu sisi wa Rufiji. Mchengerwa ni sauti ya Warufiji. Mchengerwa ni tumaini la Rufiji. Mchengerwa ni tumaini letu sisi wa Rufiji. Mchengerwa ni sauti ya Warufiji. Mchengerwa ni tumaini la Rufiji. Mchengerwa ni tumaini letu sisi wa Rufiji. Mchengerwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona nilifanya tendo hili kwa sababu katika ziara zangu zote niliotembelea, nimetembelea kata elfu moja na sabini na mbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ziara yetu ya umoja akina mama sijapata kupewa zawadi ya mbunge yoyote wilaya ya kwanza kata ndio imetoa zawadi kwa mbunge wao hii ni meseji inasema wanaofahamu wanafahamu kwa nini mheshimiwa mbunge amepewa zawadi kutoka wanachama wake anaowaongoza katika kata hii ni dalili nzuri kwamba mheshimiwa mbunge huyu anakubalika kwa wananchi wake. Ndugu mwenyekiti, ziara yetu kama mlivyoona, tumekuja katika ziara yetu. Huu ni mwendelezo wa ziara zetu hizi, na lengo letu kubwa katika ziara hii ni kuimarisha chama chetu pamoja na jumuiya zetu kwa ujumla, lakini bila ya kusahau jambo kubwa ambalo limetuleta ni suala zima la kuhamasishana suala la uchaguzi, na kama tunavyojua uchaguzi ni namba. Lazima tuhakikishe kwamba tunajitokeza kwa wingi kama hivi tulivyo kwenda kujiandikisha. Hilo ndiyo jambo la muhimu. Mapenzi yetu, utashi wetu, mahaba yetu ya kukipenda chama pamoja na viongozi wetu haitakuishia hapa bila ya kwenda kujiandikisha. Ni lazima twende tukajiandikishe, na wale ambao taarifa zao pengine walikuwa hawapo wende wakajihakiki kuangalia kwamba majina yao yamo katika daftari, ili ikifika mwezi wa Oktoba kile ule ushindi ambao tunauzungumza, tunataka tumchague mbunge wa CCM, tunamtaka tumchague Dkt Samia, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbunge na madiwani kutoka Chama cha Mapinduzi. Hapo vipi? Kwa hiyo nichukue fursa hii kukuombeni